Uh, mimea mingi sasa hivi inatoa maua. Kwa mfano, unaweza kuona hizi mbazi hizi zinatoa maua, zipo karibu kabisa na banda langu. Kuna kama miembe, kuna uh, matunda mbalimbali yanatoa maua. Hiki ndio huaga kinapelekea kideli. Kwa hiyo huu msimu ni msimu wa kideli. Ah, hapa nitakupa mchanganyo ambao utakusaidia sana sana kuweza kukinga na kutibu kideli. Kama imetokea tayari kideli kimeingia shambani kwako, basi utatumia huu mchanganyo kwa ajili ya kuweza kutibia, lakini ikitokea bado hujapata hichi kideli, ninakushauri walau mara mbili au mara tatu kwa wiki kwenye hichi kipindi utakuwa unawapa huu mchanganyo ambao ninakwenda kukuelekeza hapa namna ya kutengeneza. Uh, vizuri kabisa, lakini pia unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp, kwa sababu kule kwenye kundi e, pia huwaga tunatoaga tahadhari hasa ya haya magonjwa ambayo yanaenea, tunasema kwamba yanaambukizwa kutoka shamba moja kwenda shamba jingine. Mfano kideri kinaenea kwa mtindo huo hapo. Kwa hiyo tunatuaga tahadhari na huwa tunakuaga makini sana kwa ajili ya kufuatilia mashamba mbalimbali mbali. Uh, namna ambavyo wanaweza wakakinga, lakini wale ambao wamepata kideri tuaga tunaangaliaga namna ambavyo tunaweza tukatibia kideri na vitu vingine vingi jamani. Kikubwa tu wewe jiunge na kundi letu kwa shilingi elfu nane. Hiyo ni ada ya muda wa miezi miwili. Aha, pia tunavyo hivi vitabu. Hivi vitabu inategemea na wewe unafuga kuku aina gani. Ah, ni miongozo yani inakuongoza siku ya kwanza unapokea kifaranga mpaka anakuwa kuku mkubwa namna, yani uzingatie vitu gani ili uweze kufuga katika usahihi zaidi. Lakini pia tunacho hicho kitabu cha tiba za asili, hicho kinakuongoza namna ya kuwatengenezea tiba hizi za asili kuku wako na namna ya kutibu magonjwa. Mfano um, leo ngoja tumwangalie huyu mfugaji. Huyu mfugaji alinunua kwetu kitabu hicho, kitabu cha tiba za asili, na hicho tulimshauri anunue baada ya kuwa na changamoto eh, kwa kuku wake, kwa hiyo Uh, pia tukamshauri ajiunge na kundi letu la mafuzo uh, kundi letu waga, tunatoaga mafuzo mengi sana kama hivyo. Hapo alikuwa ameshajiunga na kundi hapa. Uh, hapo mfugaji ana access ya kutuuliza swali lolote. Kwa mfano hapo, unaona huu mmea aliuchuma huko akatuuliza, uh, hii ni dawa au siyo dawa? Uh, kwa bahati mbaya haikuwa dawa, tukamjibu hapana, hiyo siyo dawa. Manayake bila kundi nini kingetokea? Angewapa kuku wake, na hivyo angesababisha, kuku wake wangeweza kufa. Hiyo ni faida ya kujiunga na kundi letu la mafunzo. Lakini pia uh, unaweza ukaona uh, hapa kuku wake alikuwa na changamoto ya ndui. Uh, hivyo tukampa dawa tukampa dawa ya kumtibia huyo kuku ndui, na akapona vizuri kabisa. Hilo ndio jibu ambalo tume... na mpaka leo baada ya kujiunga na kundi, kuwa na hicho kitabu, anachanganya dawa vizuri kabisa. Unaweza ukaona kama hapo, huo ni mchanganyo, ananionyesha anauchanganya yeye mwenyewe, yaani hapo amechukua majani ya mwarobaini, amechukua pilipili, amechukua naona kuna majani ya mbaazi kuna ugonjwa na utibu, kutokana na kwamba jinsi alivyosoma kwenye kitabu, lakini pia kwa sababu yupo kwenye kundi, ana access ya kutuuliza kila kitu. Ndio faida hiyo, tutakupa mbinu mbalimbali, kama mbinu ambazo sisi pia tunazitumia hapa shambani ili kuweza kupata mayai mengi. Vitabu bwana ni shilingi elfu kumi, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi, lakini pia kujiunga na kundi ni shilingi elfu nane. Hivi vitabu tuna kutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Kwa mfano, unaona huyu ni mfugaji, alitupigia simu, alikuwa anahitaji kitabu cha safari ya ufugaji, hivyo ndivyo tukawa tumemtumia. Haichukui hata dakika mbili wala dakika tatu, ni hapo hapo tu unatumiwa kitabu chako sehemu yoyote ile ambayo upo. Aa, ngoja nianze kukupa vipimo na mchanganyo wenyewe. Aa, unaweza ukaona hii asubuhi, hapa tuko shambani, ndio tunachanganya hapa tunayo haya majani ya mpapai haya tumechuma. Hakikisha unachuma majani sio yale ambayo yamekomaa sana, lakini hapa kuna huu hapa mwarubaini. Kuna mwarubaini aina tofauti tofauti, huu mweusi ndio mzuri zaidi. Unaweza ukaona kama hapo tumesha utwanga. Hapa kuna huu mchanganyo ambao tumeutwanga, tumeweka hapo, na huu mchanganyo ni vitu hivi hapa. Uh, unaweza ukaona hiki hapa, hiki ni kitunguu saumu, tumekiweka kwenye huo mchanganyo, tumeutwangia pembeni, wenyewe kama wenyewe. Lakini eh, humu, kuna tangawizi hii hapa, tumeiweka kwenye huo mchanganyo. Lakini pia hapa tuna pilipili. Hivi vitu tumevitwanga, tumeweka kwenye mchanganyo wake wa pembeni. Ukiachana na kutibu kideri au kukinga kideri, huu mchanganyo pia bwana ni mzuri wenyewe kama wenyewe, hapa unatibu mafua, lakini pia ni booster nzuri sana kwa broiler. Na hii, huu mwarobaini wenyewe unatibu kideri. Kwa hiyo tutakachofanya tutaweka kwenye e, maji humu, lakini sambamba na kuna majani ya mpapai, majani ya mpapai yana kazi kama mbili hivi. Sisi tulitaka huu mchanganyo ukinge vitu viwili, ukinge kideri, lakini pia ukinge na gumboro. Kwa hiyo ndio maana tumekuja tumeongeza majani ya mpapai, lakini pia majani ya mpapai ni, ma ni mazuri zaidi kwa sababu yana vitamini ya asili. Kwa hiyo kama unavyoona hapo nipo naweka huu mchanganyo wetu, huu mchanganyo ambao una pilipili, kitunguu saumu na tangawizi, tunaweka kwenye maji kila kitu ki ki, ki, ki brand au kitwange kivyake, kisha uje uweke kwenye hilo kopo moja. Ni kopo la wastani wa lita kumi. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya hapo kwenye hilo kopo, tunaweka wastani wa kijiko kimoja ya hii tangawizi na, na pilipili kale, ule mchanganyo wetu ambao nimekuelekeza nime hapo, utakachokifanya kifanya uh, uwe unaweka wastani wa tangawizi labda ukiweka tangawizi moja weka kitunguu saumu kimoja weka pilipili tano. Alafu ukichanganya vizuri, baadaye unakuja unawekea na nini, unakuja unaweka kijiko kimoja kwenye hizo ndoo. Ah, hii tunayoweka mara ya pili haya hapa ni majani ya mpapai. Majani ya mpapai utachukua vijiko viwili, wastani wa vijiko viwili Eh, kwa sababu sisi tunao uzoefu hapo, unaweza kuona kama hivyo, tunakadiria tuna tu ah, tunaweka kwenye kwenye haya makopo kama hivyo ambavyo una, unaona hapo, kisha baadaye tutakuja tutachanganyia, tutakuja tutachanganyia na hii eh, mwarubaini, haya majani ya mwarubaini ambayo yametwangwa vizuri kabisa tunakuja kuyaweka humu sasa. Majani ya mwarobaini utaweka mengi kidogo, kwa sababu ndio e, ni kinga yenyewe kabisa ya kideri. Kwa hiyo utaweka vijiko, wastani wa vijiko vitatu kwenye kila kopo la maji. Uh, kijiko cha chakula unakijaza hadi juu kabisa, yani usiweke mfuto. Una, unafanya kuchota hivi, unaweka vijiko vyako vitatu kwenye huo mchanganyo. Hapo utakuwa umewakinga, eh, kuku wako, lakini kama unatibia, weka vijiko vitano vitano vya haya majani ya mwarobaini. Asanteni kwa kutufuatilia nyinyi ambao mnatufuatilia hapa YouTube, hakikisha umesubscribe ili usiweze kupitwa na kitu chochote kile. Ambapo tunaposti tukiposti tu, muda huo huo nenda kaangalie hiyo video ili uwe wa kwanza kabisa kuitazama hiyo video. Lakini pia una like, unaweza ukashare na ndugu zako ambao unajua kabisa ni wafugaji, wanapitia changamoto nyingi na hapa mwishoni kabisa nawawekea video ambayo imewahi kufanya kazi vizuri kabisa hapa shambani kwetu, lakini pia kwa watu hata waliotutafuta, ilitibu vizuri kabisa mafua. Hii video ambayo unaiona hapa hapa, ambapo huu mkono unacheza cheza, unaonyesha ibonyeze bonyeza hapo, utakwenda kuitazama hii video moja kwa moja. Hii video e, imesaidia wafugaji wengi sana ambao walitumia kutibu kideri.